Nitoe maagizo na maelekezo machache ya kuanzia. Jambo la kwanza, niagize ushirikishwaji mkubwa wa wadau wote mlioko Ha, kama kuna suala la kutaka kuhamisha, kama kuna suala la kukodisha vibanda, kama kuna suala la kuboresha huduma za bodaboda na bajaji, ni lazima ushirikishwaji mkubwa uwepo baina ya serikali, chama na hao wenye hizo bodaboda ili mtakayoyaamua yaweze kutekelezeka kirahisi kwa sababu yatakuwa ni maamuzi yaliyotokana na sisi sote. Lakini la pili, mnapokubaliana sasa wakati m-mmekusha kushirikishana, mnapokubaliana kufanya jambo, toweni ushirikiano mkubwa ili jambo hili liweze kutimia. Na hapa nikupongeze, Mheshimiwa Mkuu wa Wilaya, naambiwa mlikubaliana kujenga choo hiki na choo kipo, nimekiona. Hayo ndiyo tunayoyahitaji na jambo nendeni mkatekeleze kwa haraka ili jambo hilo liwe ni historia, sio kila siku tunapokuja tunarudia rudia kuzungumza jambo lile hili. Hapa tulipo ni stendi ya Ruhuwiko, ni moja ya stendi muhimu sana ambazo zinatoa huduma ndani ya mkoa wa Ruvuma lakini ni stendi pia ambayo ina- imechangamka kwa biashara. Wananchi wa mji wa Songea wanapata huduma zao hapa. Nyuma tu ya vibanda hivi kuna kina mama ntilie wanatengeneza, wana chakula kizuri mpaka nyakati za usiku saa mbili saa tatu. Lakini kama unavyoona maduka haya yanafanya biashara nzuri vile vile, na halmashauri imeweka mipango madhubuti ya kuboresha eneo hili. Tumepokea kero ya vumbi mbele ya stendi, Mheshimiwa mkuu wa mkoa, tunakiri kweli vumbi lipo na tunaendelea, tutalifanyia kazi katika bajeti zetu. Ruhuwiko jinsi mnavyoiona inakuwa kwa kasi, na hapa mbele kwa kweli wageni wetu ndivyo wanapopita kwenda uwanja wa ndege na wanaposhuka uwanja wa ndege wanapita eneo hili. Manispaa imeona sio vema kwa hali jinsi inavyoonekana pale, na ninyi ndio kuwakilisha mkoa wetu, ibaki kama ilivyo. Ni kweli hilo eneo, tumeamua tutaliboresha. Ni kweli Tunajua kuna changamoto kubwa sana sasa ya msongamano wa magari kutokana na, na wingi wa malori yanayobeba makaa ya mawe, lakini habari njema, hii barabara ina, inaanza kujengwa na wale ambao wako wanakaa pembezoni mwa ile barabara ambayo inapita ambayo itakuja kujengwa ya Mtwara korido, wameona hivi karibuni tumekuwa na mhandisi mshauri ambaye anahuisha taarifa ya usanifu wa barabara ile ambayo kweli ilikuwa ni ya muda mrefu, na baada ya kuhuisha ile taarifa, kandarasi aanze kufanya kazi barabara ile ya Mtwara Corridor ambayo sisi tunaita Songea Bypass au barabara ya mchepuko ya Songea itajengwa, pamoja na barabara kutoka Songea kwenda Rutukia, kama unaelekea unaelekea Njombe, ambayo tayari tumeanza kulipa fidia. Wananchi wa maeneo yale pia watakuwa mashahidi wa jambo hili kuonyesha kwamba sasa kazi inakaribia kuanza.